Polisi wetu wazuri, jeshi letu la wananchi ni zuri, lakini mahala ambapo wakuu wa vyombo hapa wanafuatilia jambo halafu wakakumbana na wanasiasa, sisi na mamlaka za kisiasa, kwa maana ya rais, labda ana interest nalo, halafu mkuu wa chombo akasema, bwana mheshimiwa rais, bwana hii tuliache, anafukuzwa, anaitwa mwingine, bwana hii tuliache, anaondoka, anafukuzwa mwingine. Wakifukuzwa watatu, wanne, watano atakayekuja wa sita au watano atakubali. Kwa hiyo nchi itaanza kwenda upande upande upande, na hili jambo ni ngumu kulizungumza, lakini lazima lizungumzwe. Kwa hiyo mi nashauri mambo yafuatayo. Cha kwanza ambacho nashauri, nisikilizeni vizuri. Mimi osi mnanijua, mimi siongei mna si, si mambo ya hovyo hovyo, na ndio maana sijawahi kuongea na media tangu nimekuwa mbunge lakini nimeona tutapoteza nchi Tanzania ni yetu sote na Tanzania kwanza mengine yote yanafuata ushauri wangu wa kwanza ni kweli tubadilishe sheria yetu iendelee kwamba wakuu wa vyombo kwa maana ya DGIS mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na wasaidizi wake wale wateule wa rais wote mkuu wa jeshi la polisi IGP na watu wa wa wote ambao ni wateule wa rais mkuu wa jeshi la magereza mkuu wa jeshi la wananchi, wateule wa rais wote. Ni kweli wao wanateuliwa na rais, lakini wakitaka kutoka, sababu zao za kutolewa zipelekwe kwenye kamati ya bunge ya usalama na mambo ya nchi za nje, kwamba huyu bwana nilimteua mimi, lakini nataka kumtoa, zionwe sababu hizo, tuzione tuone kwamba je, huyu hatolewi katika nafasi yake kwa sababu ya uzalendo aliyofanya. Mtu anataka nielewe, ili wabunge, kuna kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya bunge waangalie kwamba mtu anapotaka kutolewa, kama nchi zingine, unaona kama Marekani, kiongozi wa chombo anapokuwa anateuliwa, kama unavyojua, anahojiwa na maseneta, anamhoji. Na sisi tufike mahali kwamba kiongozi wa chombo anapotaka kuondolewa sababu za viongozi wakuu, viongo wa vyombo ambao mbao ni wateule wa rais, kama DGIS na kamais na, na aliye chini yake na aliye chini yake na mkuu wa jeshi la polisi na wale wote ambao ni wateule wa, wa rais na magereza na jeshi la wananchi wateule wa, wa rais. Umteue sawa, hii tulilinde taifa. Unapotaka kumtoa, sababu za kumtoa yule mtu ziletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya nchi ya bunge kwamba huyu bwana tunataka kumtoa, lakini sababu za kumtoa ni hizi hapa, ni hizi hapa, ni hizi hapa, ni hizi hapa, ni hizi hapa, ili kusudi tuone, je, huyu mtu hatoki kwa sababu ameitetea nchi yetu, huyu mtu hatoki kwa sababu ame- ametimiza wajibu wake wa kitaaluma katika kuisaidia nchi yetu iwe bright. Hiyo itatusaidia sana na itawafanya hawa wakuu wa vyombo wawe wanaamua mambo hata kama wakiamua kinyume na mamlaka zetu lakini waamue kwa kuitetea nchi yao wenyewe. Hapa tutaona sasa ethics za, za kazi zao zimekuwa salama. Ni binadamu hawa. Mtu ataniambia kifupi tu, Gwajima, hawa wameapa bwana, wanakiapo. Sikiliza, DGIS anakiapo, ni binadamu, ana familia na watoto, na msaidizi wake na msaidizi wake, wana familia na watoto. Leo hii ameambiwa aondoke IGP, ana familia na watoto na future. Ameliona jambo ambalo haliko vizuri kinchi, ki haliko vizuri kiusalama, haliko vizuri kiuzalendo, lakini mamlaka za kisiasa zinaliona hili jambo ni kete ya kisiasa, amesema sasa hili bwana, hapana, mheshimiwa, hili hapana, nenda nyumbani. Analetwa mwenzako naye anasema hapana, nenda nyumbani. Utafika wakati ataletwa mtu wa kukubali mambo ambayo hayako sawa, hafu tumepoteza nchi sababu za kwa nini watoke iletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama, mambo ya nje nje ya bunge, kwamba huyu bwana kwa tunataka kupumzisha, lakini sababu zenyewe ni hizi, tuzione. Asijekuwa anapumzishwa kwa sababu amekataa kuuza bandari. Mimi sijasema bandari imeuzwa, nakupa mfano. Asijekuwa anaondolewa kwa sababu amekataa kuuza mapoli, asijekuwa ameondolewa kwa sababu anawatetea wananchi, tukajikuta tunapoteza wakuu wa vyombo wazuri wenye uwezo wa kuitetea nchi na tunakuwa na wakuu wa vyombo ambao hawawezi kuitetea nchi. Hiyo ndiyo hoja yangu ya kwanza, na ni muhimu sana. Vinginevyo tukiendelea hivi, hatuna nchi kule mbele. Hakuna mtu ambaye hajui kwamba we ukiwa mtu mzima na umefika kule juu, ukaambiwa ufanye kitu halafu ukakataa au kashauri vinginevyo, kwa hapa Tanzania au mahala pengine, hautasafa consequence, utasafa na wale. Wakuu wa vyombo mliopo, mnaweza kuyaona maneno yangu haya ni ya Gwajima, itakapowafika na nyie, mtaelewa kwa nini Gwajima Gwajima alikuwa anasema haya. Mnaweza kureact na kusema hey, Gwajima huyu kwa nini anaongea haya? Lakini mbona yaliyofika wenzenu, yatakapowafika na nyie mahala fulani, na nyie mtaona. Nitoe mfano mzuri. Mimi ni mtu wazi mimi nikiongea naongea wakati eh, eh, Rais pombe John Pombe Magufuli anatoka madarakani, tulikuwa na mkuu wa idara ya usalama wa taifa DJS alikuwa anaita Diwani. Alipoingia mheshimiwa rais wangu na mwenyekiti wangu, for some reasons, Diwani ameondoka hapa katikati hapo, na haondoki yeye, na walio chini yake wote wanaondoka tumekaa kidogo, akaja mwingine pale, na wasema hawa kwa sababu hawa ni their public figures wanachaguliwa, sio siri hawa. Akaja mwingine hapo katikati sasa, ambaye akaja na yeye nafikiri alikuwa anaitwa Masori, na yeye kaenda hapo katikati hapo, na yeye akaondoka na walio chini yake wote. Amekuja katikati hapo, anaitwa Alisiwa. Alisiwa naye amekaa muda kidogo, na yeye akaondoka na walio chini yake amekuja huu tulionao sasa hivi, ndugu yangu rafiki yangu Suleiman Mombo, ndio tuko naye sasa. Unaweza kujuza ndani ya miaka mitatu, hawa wote wanaondoka, aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake, yake. Wamekosea nini kwa lazima tujifunze kwamba nchi iliwe imara iwe na vyombo vinavyobaki constant viwe mbali na pressure ya wanasiasa. Narudia tena For we to have a a precious country and a protected country and protected, tunatakiwa na kuwa na government apparatus, vyombo vya serikali ambavyo vyenyewe vinasimama kama vyombo, vikiliona jambo ambao ni hatarishi kwa nchi vinasema hapana, na hapana yao haileti wakadhulika na familia zao. Leo hapana, akisema amezulika, hapana, hana kazi ubalozini, anapotea kwa mimi ni ushauri wangu tena wa muhimu kabisa.